Wananchi wa Mtwara e, e, okay, wa vijiji vyote mia saba themanini na tano wanafurahia sana huduma ambayo bodi yako inasimamia, kwa sababu usambazaji wa umeme umekuwa ni mkubwa, lakini vile vile, tuna wananchi wa Mtwara wanaona jitihada ambazo unazifanya, kwa hiyo wanaona kazi kubwa ambayo unaifanya. Kwa hiyo kila nikipita, wananambia, naomba tufikishie salamu. Kwa kweli shukrani sana kwa Wanamtwara kwa kazi kubwa ambayo REA inaifanya. Hivyo pongezi za dhati zinaanza kwa wewe, kwa sababu ndio unaosimamia bodi nzima kama mwenyekiti, na ndio msimamizi mkuu katika, kwa maana ya maelekezo na vitu vingine, lakini shukrani zinakuja na kwa watendaji wako wote, na zaidi tufikishe salamu kwa Mheshimiwa Waziri wa Nishati na na, na, na, na, na Naibu Waziri Mkuu, kwa kweli kwa kazi kubwa ambayo anaifanya. Wanamtwara tunashukuru sana na zaidi ya yote ni kwa mheshimiwa rais wetu, kwa sababu haya yote ni maono na matamanio yake. Umeme mbali ya kwamba ni uchumi, lakini umeme ni usalama. Vijiji vyote kumi na mbili elfu na mia tatu kumi na nane tumeshavikamilisha eh. Vibaki vichache tu ambavyo tunamalizia katika kukamilisha eh, lakini na vitongoji. Na mimi nashukuru mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa taarifa ambayo umetoa hapa ya kwamba katika mkoa wako vitongoji pia eh, tuko zaidi ya asilimia sitini na saba eh, eh, maanake una vitongoji elfu tatu lakini vitongoji elfu mbili plus tayari vimeshafikiwa na umeme. Mimi ambalo naliomba tu kubwa kupitia kwako, eh, ni ile elimu kwa wananchi ili wanapo hii miradi inapoendelea kule kwenye vitongoji wawe naut wawe tayari wameshafanya wiring eh, kwenye nyumba zao, na kama watakuwa wamefanya hilo, ina maana inarahisisha mkandarasi anapokuwa pale, wote ataweza kuwaunganisha. Kuanzia mwaka 2021 mwezi wa tatu, serikali imetoa kiasi cha shilingi bilioni 187.7 187 kwa mkoa wa Mtwara kwa ajili ya miradi ya umeme vijijini peke yake. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana ambayo Serikali imefanya na ma kusema kweli ni hatua ya kuipongeza serikali kutoa kiasi cha fedha kwenye sekta moja tu ya umeme.